Kama mimi yani, nawaza hapa, nikipeleka kwenye vyombo vya serikali, mimi naishia jela, mpenzi wako naishia jela, naenda jela, alafu isitoshe tena

Hey. Nimesikia au sijasikia? Ni nini hicho sere? Hata mi nimesikia tu, saa saba usiku sijui saa nane usiku. Shinda nini? Naomba nikuulize kitu, kwani jana wakati tunapekolomli Hapana, tulitoka mimi na wewe hapa tukapeleka ule mwili. Nani mwingine aliyetuona? Eh, mpigesi.

Kwa ni vipi? kwa maana unioni mpaka unanipa mia, una matatizo gani? Samani dada yangu, ni bahati mbaya, bahati mbaya <laughs> kwani una matatizo gani? matatizo yangu yanakuhusu nini? Labda pengine nikawa msaada wako. Hayakuhusu, endelea na mambo yako. unaye

Sister kiwastani, nimevutiwa sana na urembo wako, nimeshindwa kabisa hata kwenda. Nipe japo dakika moja nizungumze naye mahali ninajua. Japo nipe hata namba ya simu, wasiliana zatakuwa ni nzuri zaidi. Sema jina lako, naitwa nani? Naitwa Loda. Oh, jina zuri kweli, yaani jina inafanana na uzuri wako

Hivi mimi nitakuwa ni mjinga kiasi gani? Miaka mitatu sipokuwa mwanaume, leo hii narudi tena, sijui mwanaume atanifikiriaje.

Pia salama, pia kumbuki? Kumbuki, ni kama vile ushawahi kuona mahali? habari yako salama? za kwako? Nzuri. ni kama vile ushawahi kuona mahali unikumbuki? Sikukumbuki, labda unikumbushe. Kuna mahali nishawahi kukutana naye, ukiwa kwenye msongo wa mawazo sana. Ni kweli, ile siku nilikuwa siko sawa kabisa yani. Sawa lakini, na leo kama vile upo kwenye msongo wa mawazo sana. Ni story ndefu sana, dadangu namba. Tutafuta mahali tukae, tuzungumze. Tuzungumze? Sawa, ni vizuri. Basi twende. Sawa. Dada yangu, nieleze awe yanaokusibu. Mimi nilikuwa naishi na mume wangu na mtoto wangu mmoja, ila kuna matatizo yalitokea, dada yangu alifariki. Akawa wameacha watoto wawili wa kike na wa kiume Hawakuwa wadogo sana, ila walikuwa wjakikia umri wa kujitegemea pole sana dada. Ndipo nilipo muomba mume wangu niwapate wapate kuishi nao, alikubali lakini kishingo upande. Baada ya ujua wa wale watoto, mume wangu alibadilika sana. Alianza kuwa mtu wa kisilani, akawa mkali, muda mwingine anajirushia maneno ambayo hata hayapo, kwa ujumla kuwapenda wale watoto. Pole sana dada yangu, haya ni mapito ya kila mtu. Nilipochukua uamuzi wa kwenda kuishi na wale watoto mbali sehemu nyingine, baada ya hapo maisha alianza kuyumba sana upande wangu. Ndio siku moja niliwaga wale watoto, natoka kwenda kutafuta. Baada ya kufika huko kwenye utafutaji wangu mambo yakawa magumu, kwa hiyo ilichukua muda mrefu nikiwa kule. Baada ya kurudi, wala watoto sikuwakuta, nilikuta mlango umefungwa, hamna mtu yoyote lakini sikutulia manani sana, maana nijua ni watu wazima watarudi. mm-hmm. Baada ya masaa kama mawili, alitokea jirani na kuniambia. Anakwambia nini? yule wa kiume walikli Jamani, pole sana daongwe. Hayo ni mapito ya kila mtu, lakini usilie, nyamaza dao, pole sana mm -hmm. Na wakike hajulikani alipo mpaka sasa. Mhm. Mm, naoyo wakike ndo yuko aje? Ni mdada fuani hivi mweusi mfupi amenyewa kama mimi hivi, kwazumula kwa sasa sinamwenekea kabisa, amaisha na mpaka sasa naishi kwa huyohuyo jirani yangu.

hapo. Salama za wewe, hali yako kaka? Poa mama. Poa. Sijui mwenyewe, tumemkuta mwenyewe? Ndio mimi amenikuta, labda mnamuulizana nani naliyekuwa anaishi hapo, hapa nimepanunua hivi karibuni. Hey, Heshima, unaingia kama nani? Nilikuwa okay, namizia binti fulani hivi anaitwa Naima, nielekeza anaishi hapa. Kuna mna nilikuja, lakini niliambiwa hayupo, lakini sikuridhika na hayo majibu. Kama nilivyosema hapa, nimepanunua taarifa nilizozikuta hapa, aliyekuwa anaishi ndani kuna tukio lilitokea, akakamatwa. tukio tukio gani hilo ah, siwezi kudadavua sana kwa sababu sio yale yaliyonileta mona. Kwa hiyo ni taarifa nilizokuta, kuna tukio lilotokea. Basi kwa hiyo sikuwa mpelelezi a kulijua tukio gani

Tukio baya sana litotokea na akakamatwa na haijulikani kama atatoka au atatoka. Alafu kwa nini hili linaweza likaniletea shida mimi? miiamnaamn mm -mm, mm -mm. Aa tu. Yangu tu ndeteje watu mimi, hapa ni kwangu, na nimepanunua na hati zote ninazo so ila itabidi nimtafute nijue ni tukio gani iliyomtokea huyu. Baada ya kujua, nitaangalia kama nitawasaidia au sitawasaidia. Na anaonekana na mawazo sana, atakuwa ndugu yake kweli. mm. pointi ni kumtafuta nijue ni tukio gani kwanza naimalilolifanya. Baada ya hapo, nitajua cha kufanya.